Na timu ya taifa ya soka Harambee Stars imeondoka nchini kuelekea Burundi kushiriki mechi za mwisho za kufuzu kwa Kombe la Dunia mwaka elfu mbili ishirini na sita dhidi ya Burundi na Ivory Coast. Wakati huo, wachezaji wa Harambee Starlets waliotajwa kwenye kikosi hicho kwa mara ya kwanza wanaimani kuwa watajituma vilivyo kwenye mechi za kufuzu kwa mashindano ya bara Afrika baina ya wanawake dhidi ya Gambia timu hiyo inatarajiwa kumenyana Burundi mjini Bunjumbura siku ya Alhamisi, kabla ya kusafiri hadi Abidjan kucheza na mabingwa wa Afrika Ivory Coast wiki ijayo. Kwa sasa Kenya inashikilia nafasi ya tano kwenye kundi faa kwa alama tisa na alama kumi na moja nyuma ya vinara Ivory Coast. <laughs> <coughs> Wakati huo huo, wachezaji wa Harambee Starlets waliotajwa kwenye kikosi hicho kwa mara ya kwanza wana imani kuwa watajituma vilivyo kwenye mechi za kufuzu kwa mashindano ya bara Afrika baina ya wanawake dhidi ya The Gambia. Wakizungumza baada ya mazoezi ya leo, Lorin Ilavonga na Elizabeth Muteshi wamesema kuwa watajituma vilivyo ili kuhakikisha Kenya itaandikisha ushindi kwenye mechi zote mbili.

I'm so good. I'm thanking God for this far. I'm rambi starlet itaanza kampeni yao nyumbani tarehe 24 mwezi huu katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo kabla ya kuelekea nchini Senegal kwenye mechi ya mkondo wa pili itakayochezwa tarehe 28 katika uwanja wa Ladior.